Hao mabinti unawaona wote wapo kazini hivyo. Basi, sheria na masharti ya hii kazi, uyaonayo hapa, uyakutayo hapa, uyasikiayo hapa, yote uyaache hapa hapa. Ukienda kwako uende na lako hili moja, ile kazi uloijia tu, umedeki, umeosha vyombo, umemaliza ukiondoka. Yoyote ulomwona hapa au ulomkuta hapa, awe mke wa mtu, awe mume wa mtu, hutakiwi kulisema wala kulibeba. Unalibwaga hapa, kufika pale getini, nenda na lako. Tumemaliza. Unamaanisha unawauza wasichana, yani wanauza miili yao, si ndio? Unapigia jibu mstari. Madam, kweli mimi Mama Tasha, nina shida, nina shida sana ya pesa, lakini siwezi kuvumilia kuona hawa mabinti wadogo ambao rika lao wanafanana na mjukuu wangu mimi, kamtoto. Sasa saizi wangekuwa wako chua, lakini wako hapa, wanadhalilika kwa kuuza miili yao. pamoja na ziki zangu, Mama Tasha, mimi siwezi kufanya kazi, kazi katika siwezi kabisa, na wewe kwa hiyo umekosa kutafuta kazi zote za maana ambayo mimi ningefanya kazi nikapata pesa yangu ya halali, umekuja kunipeleka hapa nije kula hela ya haramu. Kwa nini unataka unidhalilisha kuja kufanya kazi eneo hili hapa? Siwezi kufanya kazi hili eneo, nimenielewa vizuri? Pamoja na ziki zangu, sitofanya kazi hapa na kuonyesha kidole wewe. Naomba kuanzia sasa hivi kamtafute mama mwingine ambaye ataridhika kuona watoto wadogo wanadhalilika hapa, sio mimi mama Tasha. Ntasema na ziki zangu, ntasema na tabu zangu kweli na viki, lakini kwa hapa hapana. kwa kwahii umemtoa wapi? Umshamba mshamba asojelewa maisha maisha Sasa wewe baada ya huyo mumeo kumleta huyo mwanamke pamoja na huyo mtoto, wewe binafsi yako, kama wewe umechukua maamuzi gani? Kwanza nichukue hatua gani shangazi? Nimejaribu kufanya upelelezi, nimekuja kugundua baba Junior atoki na yule binti, hata hivyo, hata nyumbani kwao wamjui. lakini shangazi, mimi nilichoamua ni kumfukuza tu kiujanja, kwa sababu akufukuzae akwambi toka. Sasa hivi nimeamua kumpa kazi zote za huko ndani, dada wangu akazi, afanye chochote huko ndani, yani mpaka ajute kukaa huko ndani, aondoke mwenyewe, kwa sababu nikisema nimfukuze mimi, unajua baba Junior a... anaweza labda akani asa. Mimi nifanye nini shangazi? Hem, jaribu kunishauri shangazi yangu, nafanyaje hapo? mm-hmm. Ina maana we hujui la kufanya. Je, nikuulize tu swali kwanza. Kuanzia huyo mwanamke ameletwa huko ndani na huyo mtoto, je, huyo mumeo mabadiliko yake umeonaje, kwamba mapenzi labda kuhusu huyo mtoto alokuja yako vipi ama mpaka sasa yeye na Junior kuna mabadiliko gani, au kuna mapenzi gani yanayoendelea? Umeona kuna utofauti wowote labda? Kiukweli kuna mabadiliko unajua, nimechunguza na nimegundua kuwa huyo mtu hana nguo nyingi za kuvaa, so naomba uniwie radhi kwanza uh, kama hutojali na ikikupendeza, naomba mkabidhi baadhi ya nguo zako ili naweze kujistiri uh, kidogo. Asante. Hilo ni jambo la kunifundisha. Mme wangu unamzungumzia? Zawadi zawadi nimempa nguo nyingi sana, sema tu hata hivyo, yeye sio mpenzi wa kuvaa nguo, ndo maana. Sio hivyo, mama Junior, namwongelea huyu mama mtoto. Sasa mpaka hapo wewe huoni tu eh? Tatizo lako wewe, una macho matatu kama nazi, lakini hayaoni mbele. Yaani wewe umezoea kuangalia hapa, hauangalii la mbele. Yaani wewe huwezi ukatafakari la kesho eh? Umekaa umejiridhisha kabisa. Shangazi, usiniambie hivyo sasa. So, unanisaidiaje shangazi yangu? nifanye nini? nipe ushauri basi shangazi. Sasa nikwambie tu kitu, huyo mwanamke ni mwanamke wake na huyo mtoto ni wa kwake. Hebu nishauri nifanye nini. Wewe mpaka sasa hivi hujajua cha kufanya hapo? unachokitakiwa wewe cha kufanya Timua huyo mwanamke timua huyo mtoto wote nje. Haya, wekustuka huko vipi? Umemwona jini Matata au jini Maimuna? Shikamoo. Toka umerudi au una, una una matatizo gani, au umekopwa shuga yangu? <laughs> Nadhani, unanijua, kama ningekopwa hapa basi ningekalika na huyo mtu, hata singejaribu kuondoka. Sasa shida ni nini shuga yangu? Hivi nikuulize kitu rafiki yangu. Hivi kwenye dunia sasa hivi mwanaume anayekupenda kupenda, mmepata bahati ya kulala siku moja kitanda kimoja anaweza akakuacha, sikufanya kitu kweli? Hiyo mm, haijakaa sawa vijana. Sasa hivi ninavyojua, yaani ulale naye usiku kucha asikuguse, <gulia> sio kweli. Sasa mimi hiyo imenitokea tena, imenitokea kwa mwanaume ambaye ninampenda sana. Hata nilipojaribu kumwambia kwamba nahitaji kitu fulani, amegeukia upande wa pili na kuniambia kwamba hahitaji mpaka pale utakapofunga. Hivi naingia akilini kikitu kweli? Wanaume sasa hivi unaweza kumuona jana, mimi nimeenda iwani ndina mkifua huu, hawachelewagi. Uwe nae makini, ukute labda mambo sio mambo, kuta huyu anamazishia mwanaume na mwanaume ampende wewe. Kelele, sija kuuliza swali lolote, naongea na dada tatu hapa. Ushauri tu, sihitaji mshauri wako nayo. Sasa nisikize, rafiki yangu yule pedeshi wangu kanipigia simu leo, tondoke klabu. Sasa basi, nataka tuende rafiki yangu nd tukachangamke changamke. umepoza nini wewe? Wewe, nitaenda lakini siko sawa dada. Mimi eh? Wewe wewe. Acha shobo. Tena koma lecho. Ile kwa sababu. nimeenda kukifanya kitu ambacho nilikuahidi sitokifanya, Walda haya. Umeenda kuyazua nini? Yapi umefanya nini, Walda hivi eh? Mi si nimesha kuzuia, nimesha kuambia mwanangu, mambo ya kuchokonua chokonua ndoa ya kaka ako ni matusi, mwiko. Kwa nini meenda? Lakini mama sijaanza kuongea tayari umeshaanza kunipangia juu juu unajua nataka niongee kitu gani mimi najua walda na nakujua ulicho kizamilia unataka kiwe ndio hicho hicho usikila mwazini wala mnadisara walda kwanini unamchukia sana wifi yako wewe kwanini unamchukia mke wa kaka yako kiasi hicho kwanini una roho mbaya namna hiyo wewe eh? basi iko hivi mama katika kuchokonoochokonoo kwangu huko kunifanya kwa unanifokea mimi, naonekana kama mimi siipendi ndoa ya kakaangu, sipendi matarajio mazuri ya kakaangu nakati na, na, na malengo mema tu kwake, mama. Katika upelelezi wangu nilichogundua kwa huyo mkweo unayemnadi hapa, mama, ni aibu sana. Kiufupi, mkweo hajui majukumu ya mke wala majukumu ya mama anachokijua yeye ni kuanzisha mahusiano na mwanaume mwingine nje. Umependeza sana mdogo wangu, vipi ulikuwa wapi? A sio wewe ni huyo kizomwa mwenzio mlofuatana mama Umependeza sana mdogo wangu, vipi, ulikuwa wapi? Wewe si ujibu, si unaulizwa? unatumbua tumbua nini? Kitu gani? mimi macho kama sikule, kakata kamba. Ni n ni nimetoka. <laughs> si ujibu tu mdogo wangu, jibu tu, kama walikuwa mpenzi wako, ana mpenzi wake sasa hivi mama, kwa muda mwingi anakuwa ipo kwake Alafu vipi mbona umeondoka afu hujapika? Si ulisema kazi zote ni mwachie mama mtoto dada. Kwani bado hajapika? Mama mtoto? Eh, dada alisema kila kazi ni mwachie yeye. Yaani huyu mama mtoto yeye ndo afanye shughuli zote huko ndani. Hivi Doni unajielewa kweli wewe? Jana yake limetoka huko lisikojulikana lifike ndani kwako, uje umwachie apike chakula cha mumeo. Hivi akimlisha mumeo limbwata.

Walda, koma mwanangu wewe Walda. Ka, ah, awe mtoto hapana. Walda, unataka nini? Nini kitokee mama? Kwa hiyo swala la mkamwana wako, kwa nini mahusiano mengine nje, wala uoni mama eh? Hajui Junior kaoga, Junior kala, kalalaje, mtoto anaumwa au vipi? Yeye ni kuswamba tu nje na kwa mume wake ni hivyo hivyo, hajui matatizo ya mume wake kazini, hajui mume wake ana shida gani, hajui chochote. Na ndo maana hata yule msichana mwingine alipopelekwa mle ndani ya ile nyumba alishtuka, kwa sababu aliona kabisa majukumu yake ameshayashinda, na wakati yule msichana wala hana mahusiano na Kakai, ila kaka kai na huruma yake alimchukua na kumhifadhi ndani kwa sababu Lida alikuwa na shida zake. mama <wars> ama mwenye kilanga aliliwi wala alaliwi matanga. We mtoto wewe, mtoto una roho mbaya wewe. Hivi wewe uone kama ni sifa mbaya hiyo? Unaichokonoa ndoa ya kakaako, unaitia ndoano vibaya mno. Unataka nini Walda? subiria kwako Fanya yako, mwanangu. Nimesha kukataza na nimekuonya. Kwa nini nini unielewi? Wanaishi maisha ni mwangu itapambana. Mimi sitachoka. Maraba, hujambo? Vipi Zawadi? Mbona mnyonge hivyo? na vipi, mbona kuna begi hapa, unaenda wapi? Samani sana bosi wangu, hata hivyo nilikuwa na kusubiria wewe tu urudi ili nikuage. Nimeamua ni, ni bora tu nirudi nyumbani kijijini, maana siwezi kuvumilia maumivu ambayo nayapata kwenye moyo wangu wakati mtu ninayempenda yupo karibu yangu, ni heri tu nirudi nyumbani. Zawadi, kwa nini unachukua maamuzi hayo? na huyu Juni utamwachia nani? haujui kama Juni anakupenda? haujui kama Juni anakuchukulia wewe kama mamake mzazi? Haya, ukishaondoka Juni ataishije? haujui kama hii nyumba wote mimi binafsi, huyo mgeni alikuja junior mwenyewe. Haya, ukishaondoka itakuaje? Sasa mimi nakuelewa sana bosi wangu, na hata hivyo nampenda sana Junior na nashukuru sana kwa mapenzi yenu ya dhati mlionyonyesha tangia nilivyokuja, wewe pamoja na dada L, lakini nimeshindwa kulivumilia hili. Ni bora tu nirudi nyumbani, Nikisha kaa sawa, nitarudi. Kwa hiyo unaamini kuondoka kwako ndo suluhisho? Pole sana Zawadi, najua ni maumivu kiasi gani <coughs> unapitia, naelewa. Kwa mapenzi yanauma sana, hata mimi pia binafsi nishayapitia yote hayo, lakini hutakiwi kuondoka. <coughs> Lakini unakumbuka ulinipa kazi sasa kwa nini uondoke? Uondoka wakati hata sijakupa matokeo? Haitasaidia chochote bosi wangu, amesha niambia mwenye kuwa anipendi na hahitaji kuwa na mimi. Ni heri tu mimi ni rudi zangu kijijini. Bosi, naomba nielewe. Hapana Zawadi, naomba usiondoke, naomba uwe na subira, na ukiachana na yote hayo, kuna surprise nimekuandalia. Na inaimani kuwa surprise. Lazima ubadili maamuzi yako. Ni surprise gani ya boso wangu? Karibu, ndugu yangu.